Zaidi ya wanawake laki saba waliavya mimba nchini Kenya kwa mwaka mmoja, huku asilimia 80 kati ya wanawake hao wakiwa kwenye ndoa. Ripoti mpya ya Wizara ya Afya iliyotolewa kwa ushirikiano na Kituo cha Utafiti wa Idadi ya Watu na Afya barani Afrika APHRC na Taasisi ya Guttmacher, inaonyesha kuwa kati ya Aprili mwaka 2023 na Mei mwaka 2024, zaidi ya mimba laki saba elfu 92 ziliavywa nchini Kenya. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa asilimia sitini na tano ya wanawake hao walikuwa wamejifungua hapo awali, huku asilimia thelathini na mbili wakiwa wamezaa angalau watoto wawili au watatu. Mikoa ya Nairobi na mkoa wa Kati iliongoza kwenye orodha ya mikoa ambako kulikuwa na viwango vya juu zaidi vya utoaji mimba, huku Pwani na Kaskazini Mashariki zikiwa na visa vidogo zaidi. Na mtazamaji, ili kufahamu sababu zinazosababisha wanawake hasa walioko kwenye ndoa kwa vya mimba, nimezungumza na daktari wa uzazi Sister Asia ili kuweza kufahamu zaidi kuhusiana na swala hilo. Number one, huwa mwanamke ni hata alikuwa haitaki ile mimba na mumewe amemtatalia atumie family planning aina yoyote, yani kuzuia, uh, ujauzito sasa kwa siri siri wao huenda kwa madaktari ama kwa wakunga wa kienyeji wakachukua dawa waka, wakaharibu zile mimba wakazitoa. Ya pili pengine ni mzinifu, mwanamke huyu amezini na mtu juu ya ndoa ya yule mume wa halali. Sasa atajulikana, maanake hajulikani mtoto atapata sura za nani. Na siku hizi kuna test zinafanywa, okay. Kwa hivyo ikiwa atafanywa test mtoto atajulikana kama hana features za babake wala za mamake, atajulikana kwa kuwa mtoto si wa halali. hiyo no. ni ya pili. Ya tatu ni uvivu, wanawake hawataki kulea, hawataki kubeba mimba, hawataki kulea, wataka maisha ya dunia. Na ili kufahamu swala hili la wavyaji mimba hasa kwa wanawake walioko kwenye ndoa, nimezungumza na Ustadh Mohamed Nofal ili aweze kutufunulia zaidi lengo la kuingia kwenye ndoa. Mwanzo fahamu kwamba Malengo ni kupatikana watoto wema, watoto ambao kwamba wataenda kuinua kalima ya la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. Kwa hivyo ni jambo, la kutoa mimba ni jambo kwamba sharia limekataa, Uislamu umekataa, hata kibinadamu pia si haki. Hii ni Anisa TV.